Uyo, yari, so, zes, asa, ni kurudisha hela au kufanya biashara kama unataka uwe karibu na huyo Jerry kufanya biashara sawa pia hapo utafanyaje hasa biashara gani au ndio yale ya kwanza tena kuumiza vichwa sijui wazee sijui nini sikia sasa nikwambia ni sasa hapo ukishakubali ukituliza akili yako tutakaa tena chini tutajua tunafanya biashara gani. Kama ni ile ile utaikubali, ni wewe. Kama ni nyingine tena waza, utakuja jipya, ni wewe. Hapa shoga yangu ya maana, mimi unanipa mzigo mpaka sasa, eh, mwili wangu na mzigo nae unipa, shoga yangu ya asa, wewe ndio ubande unategemea usilolijua sawa na usiku wa giza. Nemwamini ndo anakuja kukuliza. Jamani, mapenzi yamenipoteza. Jose oya, Jose oya, wewe ndio umenitolea nguo hapa, saonekanua nguo zangu. Umeogopa? <laughs> Pole, unajua niliona walikuwa umefua nikasema so mbaya nikusaidie, kwa nimekunyoshea, nimekusaidia na nimezikunja pia, kwaio ukifika tu utaeka, ziko tayari kwa kuvaa. Nilikutuma? Hapana hivi ona, nitafuta nini sasa Jerry? mimi kosa langu ni nini hapo? kwenye kukupa yeye msaada, nilikuomba ukuniomba? lakini nimejiongeza tu hivi. niongee kitu gani ambacho utanielewa? Jeri bwana, nisikie, sitaki shobo na wewe, acha kunifuatilia. Sitaki matatizo na wewe Jeri. Lakini ina maana mimi kukusaidia ni matatizo? Nilikwambia kwamba nahitaji msaada? Ningekuwa nahitaji msaada basi ningepeleka kwa hata kwa dobi, hata dry clean ningepeleka, lakini sihitaji msaada wa kwako. Kwa nini nielewi sasa, kwa nini uteseke vyote hivyo na wakati mimi niko nisikie, acha kufuatilia maisha yangu, niache, sitaki matatizo na mtu yeyote. Okay, sasa subiri nikwambie. Kama utaki mimi nikufuatilie wala nikusumbue wewe, nitoe out, alafu uone kama mimi nitakusumbua. Yaani sitokusumbua kweli, vile nakwambia mm-hmm. yaani ukishanipeka out, nakwambia haki, vile sitokusumbua mm-hmm. Chao. Baki hapo hapo. Sasa Jeri ni mtu gani lakini? Wengi upata uchizi, ndugu kutengana, kufanya yasio mana, ndugu kutengana, kujizolea lana. Oh, mapenzi ni fumbo lenye machungu na raha, wengi twafata mkumbo, tusijue kuna karaha kibustani na miiba nayotesa vila huruma, ila konde nimepiga nikihope mbivu ntachuma. Mwiba wa mapenzi, mwiba wa mapenzi wanichoma moyoni, furaha sioni. Ulivokaa sasa utasema mtu wa maana, mtu mwenye akili zake. Usikute wazazi wako amekaa amekusomesha huko lakini elimu imeishia hapa. Kwa ubla za meni. Hmm. Yaani watu wengine unatutia aibu we dada wewe. Hivi unaona kasoro gani wewe? Uzuri wote uliokuwa nao huo wewe wakuja kuja kuleta kwa mwanaume. Unajisogeza kabisa kwa mwanaume mguu mosi, mguu pili. Hujatolewa barua, hujatolewa posa. Kwenu hawamjui? Ukitufia humu ndani inakuwaje? Hapo sasa jana umelenyewe sasa. Yaani likipita lini eh eh eh mpaka ndani kwake. Yani ilipo kama bondia. Kwani dede, una kasoro gani wewe? Mbona mzuri tu dada yetu eh. Mwanaume hajui kusalimia, mwanaume jeuri, mwanaume hajui kucheka, mwanaume ajui kuna, hatumwelewi hata kidogo. Waumempendea nini ule kaka, umempendea nini nakuuliza. Kwani ule mwanaume wako wa kwanza waja utongozi wewe, ina maana we ni mbaya sana? Au na anaonekana kwa uana hata shida. Dada mzuri namna hiyo, unang'aa namna hiyo hivi hivi Wakuja kujileta mwanamume, anakupa nini ule? Jana mama lenye alicheki, halinuni, ha, yani alieleweki lipoje. Kwanza anajichubua yule, sijui Siju kama imekuvutia ile rangi. Anajiongeza ongeza, yule mweusi ti kwa taarifa yako. Sijui unaelewa? Muone alivokaa maskini ati ya huruma, mzangu, anataka nataka kulia pale alipo. Angalia alivokuwa mrembo dada. Ona, Mwantari, ona alivokuwa mrembo. Una ubaya gani wewe? Yaani wazazi wako wamekusomesha, kwa maana unaonekana umesoma, unaonekana na maisha mazuri, sio kama sio wa uswazi. Anaonekana na maisha mazuri huyo, lakini mwangalie, elimu yake yote imeishia hapa. Anakuja mara ameishia yule. Tunakuuliza wewe, unatutia aibu mtaani. Wanawake hatuna thamani, saizi tunachekwa na watu, majirani wanatucheka, waume zetu wanatuona wanawake hatuna thamani. Wona shida gani? Una mapungufu ya akili au una shida gani wewe? Hi. Afu hata ajibu kimya, alivyokuwa jeuri. <laughs> Basi shoga yangu, ndo hivyo, tumekuja kukupa kisomo. Utachagua kusuka au kunyoa, upo nyonyo, na hili ndo darasa kubwa la watu wazima. Chagua kujumlisha au kutoa. Habari ndo hiyo. Uchizi jamani, sina bahati. Napenda kupendi, unayemtaka kutaki Silolijua sawa na usiku wa giza, memuamini ndo anakuja kukuliza. Jamani, ya mapenzi yamenipoteza, ya mudai hata malengo nilotaraji mekosae, yamenifanya yo niwewa kujutai, hata furaha sina tenemetoekae. Ona mwiba mwiba. Asa, <sighs> e. Tulikubaliana niji ofisini kwako, nimekuja mpaka pale mahali ambapo uliniambia ndio tukutane hapo, nimekupigia simu na simu umezima. Hapana, sijazima simu ila, yaani nilikuwa busy sana na wateja sasa nikasahau kuweka simu chaji, ikawa imeisha chaji, ikawa imezima. Ndo maana mda unanipigia nikawa sipatikani. Abi, ni kweli kweli, baba? Ah, yani unanidanganya hata mimi. Hapana, sikudanganyi kweli, vile yani wateja sasa hivi ni wengi sana. Abi, mimi ni baba yako, lazima nijue maendeleo ya shughuli unayoifanya. Lazima nijue unafanya kitu gani. Nahitaji kuja kazini kwako ili nione kile ambacho unaendelea kukifanya. Sawa, sasa ikiwa hivyo unanitia mashaka. Sawa baba, hamna shida, naomba tu nisamee kwa hilo, haitojirudia tena siku nyingine. Sio siku nyingine, nahitaji nije nifike ofisini kwako nione hicho unachokifanya. Wewe ni mtoto wangu. Sawa baba, nitafanya hivyo. Sawa sawa, okay. Mapenzi mapenzi, wengi wengi hupoteza vingi kwa ajili ya mapenzi. Wengi hupata uchizi, si udevi. Nashinata kumwelewa yani. Uh -huh. Nampigia simu mda wote, apokee simu zangu Yaani mimi kinachoniumiza zaidi. Kwa nini apokee simu zangu? Si bora hata apokee kama hataki mimi niongee naye, hataki kuongea na mimi. Anipokelee tu aniambie sasa kuongea na wewe. Kwa nini anakuwa anaangalia tu simu zangu zinavyoita? Nimempigia asubuhi, nimempigia mchana. Eh? Saa hizi tena nimepiga si chini ya mara tano. Anipokelee simu zangu. Wewe. Ah, <laughs> mimi ananichanganya kichwa mpaka nahisi hapa kuna kitu kibaba kimemkuta kumbeba. Anifanyia <laughs> mimi makusudi. Eh? Oh, au au itakuwa na wanawake mm, <laughs> wengine. Mi anachanganya bana, mi sasa hivi sijui, <coughs> mpaka nakuwa kama chizi. <coughs> Yaani simu ikiita tu, nikisikia tu meseji zimeingia, mi nakimbilia, najua ni meseji zake, kumbe ni mitandaoni kuna wanatuma meseji zao. Mi hata simuelewi yani, kumeweza kuchangamka dasara nini? <laughs> Bana nini, unampenda unampenda t simpendi iyo, unampenda <laughs> simpendi, mi ni mazoea tu, nimezoea tu kuongea naye. Tochoe nayo bana. Bibi, kuhusu biashara yako? Ah, mi biashara yangu inaendelea vizuri kidogo, kuna mambo yalikuwa ayakakai na nini, sinajua tena lakini saa hivi eh, naendelea vizuri. Heri yako, hongera sio kama akina sisi kila tunachokianzisha kiendagi vizuri. Ah, acha. Sarah huyu, mapenzi mm, mm. <laughs> <laughs> oh, ma yes, ni fumbo lenye machungu na raha <laughs> Wengi twafata mkumbo tusijue kuna karaha uh, hibustani na miiba inayotesa bila huruma, ila konde nimepiga nikihope mbivu nitachuma. Mwiba wa mapenzi, Mwiba wa mapenzi, yambai wanichoma ah. Moyoni furaha sioni, ikijani kidogo kidogo, baadaye yapotea. Mlima wa mapenzi kubwa sana kwa sababu umeamua kuisha maisha ambayo sio mabaya, sio mazuri, ila ni mazuri kwa upande wako. Lakini je, ninaomba nikushauri kitu kimoja, huu ni mwanaume

Itaoa ila kwa sasa hivi bado kidogo. Sasa hili je, unafeli wapi mwanangu? Yaani ukila siku ujipange, ujipange, lijipange magalini ndugu yangu. Kujipanga mwanangu kupo. Sio, umeelewa? Ila kuna muda, na lazima utafute mtu. Mwanangu sawa, hata wewe ingewa sana uona ugojipanga, lakini lazima uwe na kitu ambacho kina kufanya kinakupa faraja any time. Au mimi na peshikari ya Nadhani eh, unafahamu kabisa kwamba kitu gani kimenitoa kule kunileta huku. Nadhani unafahamu kwamba ni wapi nilikosea na nikatereza, sawa. Ndo maana nimekuja kuanza maisha huku kwa kile kilichonifanya nikatoka kule kuja huko, ndio hichi ambacho nachokileta sasa hivi na bado no, bado nahitaji niweze kupanga maisha yangu, kwa sababu najua ni wapi nilipoteleza. Nilioteleza, niache kwanza, nijipange. Baada ya hapo, nitajua si sikuwa na mtu tena ambaye kama the, the way ilivyokuwa kule. Nahitaji nipate mwanamke ambaye atakuwa sahihi, mama bora wa watoto wangu, ili niweze kuishi naye, lakini sio hivyo tena. Kwa hilo, naomba wewe. Umeshanguka sana, sawa? Umeshateleza sana sana, mwanangu, sio? Unaelewa, huu ni wakati wa kuamka babu Nuka kumuta vumbi, safari endelee babu. Una feli nini? Simu kwa watu nashida, nashida, nashida, nashida. So, maisha, mazuri, hey, so, maisha mazuri kabisa elewa mwanangu, pesa ambazo zenyewe zo wake na kugharamikia kila kitu, ndugu yangu ni unafeli, ndugu yangu No, hmm, maisha mazuri hayatoki kwa mtu, maisha mazuri nitapambana mimi mwenyewe na nitayapata, hizo naomba tuachane

Nilikwambia vita ulioanzisha hutoiweza. Ukajifanya jeuri maneno yako ya porojo, maneno ya nyodo, kwa kuwa urefu wako na upisikali yako, si ndivyo eh? Sikiza nikwambie, mimi sijafanya chochote kweli. <laughs> Sasa nimekupata ama sijakupata? Sijafanya chochote kweli vile. Ah!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 tusijue kuna karaha. Hii bustani na miiba inayotesa bila huruma, ila konde nimepiga nikihope, mbivu nitachuma. Mwiba wa mapenzi oh, oh. Mwiba wa mapenzi hey, hey. Wanichoma moyoni furaha sioni, ikicha ni kidogo kidogo badei ya